So they they, they had it today. Yeah. Juu ya nini? Juu ati wase wametoka kuprotest juu ya rights zao. Eh, e bana, lazima wajue bana, atujasahau hiyo story na atujawasamea bana, ni venye tu hatuna, ni venye tu hatuna hiyo uwezo wa payback But nasema karma minaoeza neza, neza jaribu nipige kura mabuda, Apo, 20, 27, 20, 20, 20, 20, 20. Lakini mmesikia mmesikia Matiang'i anaulizia upresident, so chill, chill. Mina uliza aje hapo kwa Matiang'i? Mnasemaje hapo kwa Matiang'i? mm. Mina naweza nasema tu iko bia juu. Eh. Yeah. Usikii Matiang'i ame control wasee wengi ma youth man wengi ukiangalia hapo education. Yeah. Kutoka millennials wote sio walikuwa ngoma Matiang'i, no. Mina naweza nasema ameshikilia sekta ya education pia. Eh, fiti. Mina naweza nasema Matiang'i alikuwa anga anatubalance it mm, kwa leadership yake. Kwanza ukiangalia education, kufanya ulifanya na mimi niko na mtaa sisa, amedunga 2017. Eh, hizo enzi za D plus, unacheki dpla ilikuanga grade ingine ya kifadhee hivi, umedunga dpla ne 2017 Ah, we ni mnoma, we ni bazenga. Lakini mi hapo kwa Matiang'i naweza sema aje mabuda, yeah. E, Matiang'i ni mnoma, Matiang'i wacha achili. Hebu imagine Matiang'i akakua aka rezo ndio? Sindio njo yeah. Matiang'i ni msinezamua Ahmed aseme aje ngwa isi, isi iko illegal Kenya usiki itaingia ngwa itaingia Kenya. Aitaingia, ule ni mzii Matiang'i, uh-huh. E, mi nasema Matiang'i achachi anaweza medi na ikuwe hivyo a msikia, na shat buda, ngwai ingi Kenya ulione vitu alifanyia wase shadi shadi. Umesema ule ni mse anaweza tokea hadi container ya cocaine hivi.